Hujambo mpenzi mtazamaji, natumia kwamba salama. Mimi ni Kaxton Musioka na hii ni Majestic Digital TV. Siku ya leo uh, tuko hapa ndani ya Majestic Records. Nakumbuka kwamba uh, tumekuwa tukiwaangazia wale wasanii wa hapa hapa Majestic Records, na siku ya leo uh, tuna msanii ambaye amejulikana sana siku hizi, nyimbo zake zinatisha sana hapa Mombasa, uh, kitaifa na pia kimataifa huyu namzungumzia nani? Anaitwa Nzaro Bwoy, ila ili akipata wakati atakuwa anatufahamisha majina yake kamili, labda uh, yale yako kwenye kitambulisho. Leo umekuwa na maswali kadha wakadha ambayo hayana majibu, na siku ya leo ataweza kutupa majibu, kama vile ni msanii ambaye ametupa vibao vinavyojulikana kama vile Dede, uh, the only one. Atatuambia huyu ni nani na atatuendelea kutupasha mengi sana pia. Kuna kibao chake cha Zuzu. Nani huyu alimfanya kuwa zuzu katika mapenzi? Kumbuka ni msanii ambaye anakita sana katika nyimbo zile za kimapenzi. Sitaongea mengi kwa sababu leo tunaye hapa studioni ambaye ni Nzaro Bwoy. Karibu sana Nzaro Bwoy, ujitambulishe kwa mtazamaji. yeah, yeah, yeah. nashukuru kabisa kwa fursa hii ya. Yeah. ule utamu nonipa mikwa kuzuzu zuzu zue Sina ujanja kabisa mikwako zuzuzuzue. Hey, ule utamu menipa mikwako zuzuzuzwe, sina ujanja kabisa mikwako zuzuzuzue kwako. Ya, asante, yeah. Kamili, ya kwa, kwa kitambulisho, yeah, majina kamili, mimi najulikana kama Joseph Njohi Maina. Mm-hmm. Hao ndo majina yangu ya Mm -hmm. Yeah. Nzaro Bwoy inatokea wapi? Ni yako ya kujipa ama ukapewa na mashabiki? Nzaro Bwoy ni jina la ukoo mm -hmm. wa kina mama mm -hmm. ya yeah. so ile Nzaro nilichukua nikaibond nikaiblend mm -hmm. so mpaka Nzaro ndipo ikachipukia hapo mpaka sasa, hii Nzaro ndo ni mimi mwenyewe mzee mzima mm -hmm. ya yeah. Umeanza hapo na kujitambulisha na kibao na cha azuzu Naam. Unaweza mwambia tu mtazamaji ni nini kilikufanya uimbe wimbo huu? ya idea ya Zuzu ilinikujia kwa binti moja, mm -hmm. ambayo nilikuwa na na mwenzi sana, nilimhifadhi mm -hmm. ndani ya moyo, yaani alinifanya nikazuzulika, ni kiukweli. Kabisa. na katika hiyo mahusiano yetu alinifanya mpaka nikajua mapenzi nitasema, mm -hmm. so kiukweli, yani ni mama wanangu. mm -hmm. Yeah. Tuko katika kibao chako chengine Dede, yeah. mm -hmm. Ah, Dede, nitasema ni idea tu ile nikujia, nilikuwa niko studio nimekaa. mm -hmm. Yeah, idea kanikujia na nikafikiria ngoma fulani, nika, nikafikiria hiyo ngoma pali fulani mm -hmm. naweza nikaifanya vizuri, so ikanibidi nikaambia producer mm -hmm. nina hii idea waonaje, oh, tukaifanya mm -hmm. alipo, alipo nishikia codes ndipo tukateleza nayo ndo na. Na, tukafanikisha Dede. Yeah. Mwanzo kabisa tuelezee tu safari yako ya muziki umeanza lini? Ah, mi nitasema nimeanza muziki kugundua muziki haswa. uh -huh. Nimegundua muziki mwaka elfu mbili na kumi na mbili, nilikuwa mchanga sana hapo. uh -huh. Ja, ndipo niligundua muziki na ilikuwa nashiriki sana katika entertainment shuleni, walimu kunipatia mua nambia unaweza mm -hmm. So, hapo ndipo nikajigundua kwamba kumbe naweza fanya hiki, una kibaji yeah. Ndipo nika sakata gurudumu. Lazima huenda kuna yule msanii ambaye labda aliweza kuinspire like, like, nasema huyu alinitia motisha ama ningependa kuwa kama huyu mwenyewe namfuata. Ah, mimi nitasema kwamba msanii ambayo wa kwanza kabisa mm -hmm. wako wengi waku, lakini kuna yule ambaye alinipatia moyo sababu alikuwa yuko mtani kwetu, ya kuna msanii mmoja anajulikana vizuri kama chikuzee chikuzee. Nilipoona anafanya vizuri, kuna wakati alikuwa anafanya vizuri zaidi, so, mi mwenyewe pia nikajikuta kama, mbona kama fulani ametoka pali fulani, mimi ni nani, sifanyi? So hapo ndipo nikajitia moyo zaidi, ndipo nikamua kufa dereva, kufa makanga, twende nalo kabisa. Ndio na unatamani siku moja kuwa kama yeye ama kuwa juu yake? ya ni, mimi nitasema tu, yani mimi napambana kadri wezi yangu. mm -hmm. Yani niwe hata zaidi yake. mm -hmm. Sababu siwezi nikasema niwe kama yeye. Yeye ni yeye na mimi ni mimi. mm -hmm. So hapo ni brand mbili tofauti. mm -hmm. So yani ni mimi na, naomba Mwenyezi Mungu miaka ijayo niwe zaidi yake yeah. Hizo ndizo ndoto zako? Yeah, kabisa. Kuna jumbe kadha wa kadha ambazo nyimbo zinapitisha na uki, tukiangalia zako zote mbili uh, unaongelea sana sana mapenzi, mbona ukaamua kuchukua mkondo wa kimapenzi uh, Sijamaanisha kwamba mimi nimebezi katika mapenzi mm -hmm. mimi ni universal artist sawa kabisa. Nitaimba nyimbo za kuelimisha maisha mm -hmm. Nitaimba mapenzi mm -hmm. Nitaimba mimi nyimbo za upweke mm -hmm. ya yeah, mimi ni yani iko katika kila sakola naweza nikasema. mm -hmm. ndio nilikuwa nazungumzia hizo kwa sababu kwa sasa hizo ndizo tumeweza kusikia. Kwa hivyo labda pale mbeleni una tunatarajia zingine. Kazi ziko mingi mm -hmm. ni muda tu ukifikia, mtazisikia kabisa, yeah. Tuingie katika uh, uwanja huu wa kiusanii sasa na, yeah. na mziki hapa lazima yeah. kuna zile changamoto unazipitia wewe kama msanii ni kama gani? Mi nitasema changamoto, mazee, unajua mimi ni mzazi so unapata kuna temu, unataka ufike studio uh -huh. na kuna taimu unatakana uende utafute ukishikilia tumbo, uh, riziki. so hiyo ndio changamoto ambayo unapitia kubwa sana, lakini uh -huh. nang'ana kada wezi wangu uh -huh. nifike studio uh -huh. nifanye kazi sababu mwisho wa siku pia uh -huh. a upande yeah. mwingine kuna changamoto labda unapata wakati unatunga una compose zile nyimbo nini, nini, Mi nitasema upande wa kutunga hakuna changamoto napitia. mm -hmm. Yeah, sabu, sababu mziki ni feelings mm -hmm. so bila feelings uwezi ukafanya, ukafanya kitu mm -hmm. so before ukompoze um ngoma mm -hmm. lazima uwe umevaa ile feelings ya ngoma mm -hmm. ambayo unataka kuandika ndio, mm -hmm. ifanye kabisa. tangia uanze yeah. Kuna msanii mmoja mkubwa ambaye labda amewahi amefanya collab naye, ama akakusaidia kiusanii Mi nitasema bado ha. Yeah. na unatamani kupata mmoja, ama kwa sasa uko tayari kuanza hivyo hivyo na kupepea juu? Mi natamani hata kolabu itokee. mm -hmm. Sababu najiamini na mimi uwezo niko nao, mm -hmm. na hata kazi zangu mwenyewe, wajua siku zote kizuri cha jiuza. mm -hmm. na akitokelezea mi sitakuwa na tashwishi, tutapiga mm -hmm. kazi. mm -hmm. Yeah. Katika kazi ya usanii kuna vitu vinaitwa the achievements. Yeah. Kuna mambo ambayo umeweza kuyafanya tangia pale uanze mpaka hapa. Najua ukiangalia mahali ulianza sio mahali huko kwa sasa. Unaona kuna achievements umeweza ku make kufikia hapa? Mimi kwanza niweza shukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa fursa ambayo nilipata <coughs> hapa Majestic <coughs> <coughs> sababu unajua ukiwa kama solo artist <coughs> ukiwa unajitegemea unajua changamoto ziko kibao tuseme kifinansiali, maybe hauko sawa, alafu maybe yani kuna vitu vitu unapopitapitia. So mi ntasema ni kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa ambayo nimepata, yani naona mabadiliko, yani ya yeah. Kwa hivyo una matumaini makubwa sana, yani? Nam. zaidi ya matumaini naweza nkasema, so matumaini tu yeah. kuna ile uh, ambaye ana kuona ama na kusikia mara yake ya kwanza siku ya leo. Ndiyo. unaweza mweleza vipi kuhusiana na nyimbo zako? Mimi, naweza kumwambia mwanangu, naweza nikamwambia ngoma zangu, mm -hmm. ni ngoma nzuri, mm -hmm. mashairi yalioenda shule mm -hmm. yaani muzidi sabu, ningoma, mm -hmm. tuende kunifuatilizia, sababu kama ni ngoma nitazidi kuwapatia kwa mkupuo. Naam. Ndio. kabla tuende tu sana unasema ya kwamba waendelee kukufuatilizia uh, labda naweza angalia ile kamera, nawambia watakupata wapi katika mitandao yako gani, watakupata wapi na kama nani? Ya mimi katika mitandao yangu yote ya kijamii nitafute kama Nzaro Bwoy Official, Facebook, Instagram, TikTok na sehemu zingine tu zaidi hizo. Mimi Nzaro Bwoy Official, mtanipata kwa hilo jina mm -hmm. ndio Uh, Bwana Zaro yeah. Una ndoto gani katika uh, miaka tu michache tu uh, ijayo, una ndoto gani hasa katika uwanja huu wa usanii? Mimi bro, ndoto mm -hmm. zangu ni kuboom mm -hmm. yani kuwa big name mm -hmm. na na matumaini mm -hmm. as soon as possible yani itatimia kabisa, sababu vitu ambavyo anawapatia mm -hmm. ni moto zaidi ya fire mm -hmm na mafans nawahakikishieni tu yaani, mm -hmm. sitawaangusha, ni kazi juu ya kazi, kazi juu ya kazi mm -hmm. yeah. kufikia hapo kuna zile nyimbo tayari imetoa, unaona no. mashabiki kama mafans wako wameitikia vipi? ah, mi ntasema kwanza mm -hmm. ah, mafans wamesikia raha sana yani kila mmoja, nakwambia, mwanangu Nzaro, anzaro, ngoma ni kali, ngoma ni kali, ngoma ni kali, ngoma ni kali mpaka a una unajipatia una, una ma unasema, kama umesema hii ngoma ni kali, mbona mm -hmm. sopatie kingine kali zaidi kali kabisa. Sasa hivyo ndivyo naenda tu yani mm -hmm. yeah. kwa hivyo ukisikia maneno kama hayo unajihisi ya kwamba umefika mahali ulikuwa umeenda ama unatamani zaidi kufanya ku...? bado na bado nang'ang'ana zaidi mm -hmm. yeah. sababu nikiambua ati kwamba ati uko mkali mm -hmm. alafu nisema ati mimi ni mkali mm -hmm itakuwa anajidanganya sababu, bado mwisho wa siku bado kuna wasanii wanafanya kazi na kali. mm -hmm. Shapata, so lazima nijifue zaidi nitoe kazi kali mm -hmm. zaidi ile ambayo nimetoa. mm -hmm. yeah. Umeongelea kwamba uh, hapa baadhi ya changamoto ambazo unapata ni pa, ni pale unapata kwamba wewe ni mzazi, kwa hivyo kubala nzile kazi ya kuja huku na kwenda, labda familia yako ina support, ina kusupport ama inakutia ule morale, ama motisha kufanya kazi yako usanii ama namna gani? Familia ya kwanza nitasema wameaccept sababu mwisho wa siku ni talanta yangu. mm -hmm. E, Mwenyezi Mungu amejelea nayo mm -hmm. kunitia moyo na nanitia moyo, wanaambia pambana, waweza mm -hmm. a yeah. Uko na msanii wako, ama uko na producer wako pale mm -hmm. E, labda unaweza tuambia producer wako, na labda uhusiano wako na yeye namna gani? kwa sababu ukiangalia pale wewe unaenda pale na mistari yako umeichora vizuri ukienda pale, kuna ile kukupea guidelines, mmekuwa mkileta aje na producer wako? Ya, mimi nitasema kwanza namshukuru mwanzo producer Melody. mm -hmm. Sababu pale nilipoanzia mpaka wa sasa nitasema mm -hmm. Nzaro Bwoy wa sasa ni tofauti na Nzaro Bwoy wa nyuma. mm -hmm. Kuna vitu nilikuwaku sijavizingatia zaidi, lakini kwa mwelekezo wake zaidi nimejipata. mm -hmm. mimi nani mm -hmm. ya yeah na tunashirikiana vizuri mm -hmm. yaani tumebondi vizuri wajua, msanii na msanii na producer, kama hakuna bonding hapo, hakuna chini mtafanya bali, tutakuwa mna, mna, mnafanya sababu mnafanya tu mm -hmm. ya yeah. so lazima muwe na uhusiano mwema ndio mfanye kazi nzuri mm -hmm. ndio. Na what about the management yako, uhusiano wako na management yako unaenda vipi? kwa sababu ukiangalia kule nje kuna wasanii ambao hawana management kabisa, hawako kwa under any management, na wewe uko kwa management. Lazima hapo kuna tofauti. Uhusiano wako na management ni upi, na unaona kama imekusaidia ama bado? Mimi nashukuru, mm -hmm. ndio maana nilitanguliza li, li, kusema, mm -hmm. pali nilianzia mm -hmm. mpaka sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu, mm -hmm. management wameneka venye niko Sababu unajua changamoto za kuwa solo artist kama nilivyoanza kusema, mm -hmm. na kuwa under management ni vitu two different kabisa. mm -hmm. So mimi nashukuru wamenipatia fursa, wameniamini mpaka ndo maana, mm -hmm. najivunia, mm -hmm. kwa hii fursa, naweza nikasema, mm -hmm. na uhusiano wetu uko juu, mm -hmm. sababu mwisho wa siku lazima tuwe na discipline. Unajua mm -hmm. kwa, kwa under management lazima discipline, discipline na si discipline tu mm -hmm. High discipline. Ina suppose kuwa. Naam. Ndio. Ukija katika upande mwingine e, e, Nzaro, unapata kwamba kwa sasa mambo yamebadilika, sio kama vile kitambo. Kweli. Kwa sasa kuna mambo na digital space pale ambapo naona e, kule kitambo ama zamani haukuwa unapata kuna tunaweza kufuatilia nyimbo zako kwenye YouTube nini nini vitu kama hizo, digitalization kwa sasa umechukuliaje ume, unaona kama zinasaidia katika muziki wako ama ungependa hiyo kama kule zamani kule watu walikuwa wanaenda kule dukani kununua zile madisks? Mimi nitasema kwanza saa hii zinasaidia sana mm -hmm. Sababu utapata umetoa ngoma saa hii uko Kenya mm -hmm. Lakini mtu ambaye yuko Amerika anaipata kwa muda mwafaka mm -hmm. Sababu ya internet Internet. Yeah. Mm -hmm. kama ungesema wewe unakubaliana kabisa na wazima la the internet na digitalization. Mm -hmm. Yeah, iko best kuliko kitambo. Unajua kitambo unachukua CD, mm -hmm. Unazunguka na CD una mpele, unaenda kwa radio station, unaambia ngoma presenter ni mm hii -hmm. Sasa unapata hapo changamoto umepeana CD alafu mwisho wa siku ngoma ichezeshi. Sasa unaona lakini kwa sasa hii presenter mwenyewe anasikia ah, kuna ngoma fulani ni kali. Hebu ni kali ni ni sachi ta, ta, ta, ta YouTube, na kaipata roho safi, mm -hmm, kwa njia ya rahisi sana mm -hmm. Sasa so, yani ni best zaidi naweza nikasema, mm -hmm. Yeah, digital najua kwamba eh, Nzaro kuna watu ambao wa pale chini umesema kwamba kuna ile msanii ambaye yeah, alikuwa inspire, alikuwa tu akiimba hiyo, kasikia nyimbo zako kalipenda na ukasema ningetamani siku moja yeah, niwe kama yeye. Kuna mtu sahihi anasikiza nyimbo zako na anasema eh, ningependa pia kuimba kama Nzaro, Nzaro Bwoy. una ushauri gani kwa hao wasanii chipukizi? Mi nitasema kwamba kwa msanii chipukizi ambao unatamani kuna nio kuimba, kwanza labidi zaidi piga zoezi. Unajua siku zote practice makes perfect, so piga zoezi, alafu wewe mwenyewe arrange your time, ambao unajua kama maybe na kitu nafanya unavitenga, una, una time hii na time ya zoezi na ukiwa hivyo alafu pia kuwa na disiplini na ile unachokifanyia, kiekea disiplini, Ch chenyewe pia kitakupenda zaidi ukivae hapo ashwari. mm -hmm. Yeah. Ningependa uangalie tu ile kamera alafu mwambie mtazamaji atarajie nini, kwa sababu unajua vibao viwili umevitoa vimepiga vikali sana. Kwa sasa atarajie nini mtazamaji na yule ambaye anakufuatilia kila siku? ya mimi nitasema kwamba tegeni, kuna ngoma moto zinakuja, na ni moto zaidi ya moto. Na kama mnavyojua, siwezi nikawaangusha na sitawahi kuangusha hata siku moja. Kikubwa zaidi, mimi naomba mnipe support yenu, sababu mwisho wa siku nyinyi ndio mabosi wangu. Mafans nipeni support na nitawashukuru zaidi, na msizidi kuangusha kwa producer wako na management yote kwa jumla, kuambia mi nitasema kwanza, nawashukuru kwamba kwanza management yangu kwa ushirikiano ambao mnaonyesha, maana kama sio nyinyi nisinge ilikuwa hapa nilipo. Alafu pia zaidi namshukuru pia produsa Melody kwa ushirikiano wangu na wake tukiwa wa sessions. Kikubwa nashukuru na ntazidi kushukuru. mm -hmm. bila alikuchukua, yeah. akakuleta hapa, al, al, akakuleta hapa kumbuka, hii ni the world... Eh, Majestic eh, CBO una ujumbe gani kumwambia bosi mkubwa Bwana Stephen Musyoki? Mi nitasema kwamba bosi kubwa, kwanza nashukuru kwanza kwa hii fursa, sababu uliniamini ukanichukua na ukanilea. Kikubwa nishukuru tu na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tu. mm -hmm. Yeah. Malizia tu tukitamatisha kabisa, mwambie mtazamaji, mara tena atakupata wapi? ya yeah, mimi kwa mitandao, mm -hmm. Facebook nipate kama Nzaro Bwoy official, YouTube Nzaro Bwoy official, Instagram Nzaro Bwoy official, TikTok insta nio Nzaro Bwoy official. Ya yeah, kila sehemu Nzaro Bwoy official. mm -hmm. ya yeah. Mtazamaji, natumai kwamba uh, umeweza kusikia sauti ambayo kwa leo imekuongelesha, siku zingine imekuwa uh, mkiimba pale, kwa hivyo huyo ni Nzaro Bwoy. Natumai kwamba utaenda pale katika YouTube, mitandao yote ambayo amekuambia, uweze tu kutia comments zako pale, labda mwambie unatamani afanye nini ili kufikia yale maono na malengo yako. Natumai kwamba mambo yote itakuwa ni sawa. Hii ni Majestic Digital TV na mimi ni Caxton Msioka. Kwa sasa, kwa heri.